Nam, asante sana kujiunga nasi siku hii ya leo. Na konstable wa polisi James Mukhwana ataendelea kuzuiliwa kwa siku 21 huku uchunguzi kuhusu kifo cha mwanablogu Albert Omondi Ojwang ukiendelea. Akitoa uamuzi huo, hakimu Robinson Ondieki aliridhia ombi la kuendelea kuzuiliwa kwa Mukhwana, kwa kuzingatia kuwa suala hilo ni lenye umuhimu mkubwa kwa umma. Hakimu huyo pia alitoa wito kwa bunge kutunga kwa haraka sheria za kukabiliana na maafisa ambao wanakiuka sheria. Konstebo James Mukhwana alifikishwa mahakamani hii leo kusikiliza uamuzi wa mahakama kuhusu ombi la kuachiliwa kwa dhamana. Juma lililopita upande wa mashtaka na tume huru ya kutathmini utendakazi wa polisi yaani Aipoa ya ulikuwa umetaka zuiliwe kwa siku ishirini na moja.

Hakimu Robinson Ondieki alitoa uamuzi kwamba itakuwa ni vyema kama njia ya kutekeleza haki kumzuilia Mukhwana kwa siku 21, akieleza kwamba polisi walikuwa wamepanga njama ya kuficha ukweli kuhusu mauaji ya Ojwang kwa kudai alijua, ili hali uchunguzi wa maiti ulionyesha aliuawa. Katika uamuzi wake, hakimu huyo alilinganisha kifo cha Ojwang katika kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi na kile cha George Floyd nchini Marekani.

Hakimu Ondieki pia ametoa wito kwa bunge kutunga kwa haraka sheria za kukabiliana na visa vya dhuluma vinavyotekelezwa na maafisa potovu wa polisi vinavyozidi kuongezeka. Ojwang alifariki tarehe saba mwezi huu baada ya kuchukuliwa kutoka nyumbani kwa wazazi wake katika kaunti ya Homa Bay na huku hayo ya kijiri mpelelezi ya wa tume ya EPOA Abdirahman Jibril alifika mbele ya hakimu Ben Makehubi kuelezea kuhusu madai kuwa simu ya OCS wa kituo cha polisi cha Sentro jijini Nairobi, Samson Talam, imekuwa ikitumika kuitisha pesa kutoka kwa umma.

Mkurugenzi wa mashtaka ya umma kupitia wakili wake Juma Victor Owite alifahamisha mahakama kwamba idara ya upelelezi wa jinai yani DCI inachunguza madai ya talam Hakimu Ben Makehubi ameagiza maafisa wa DCI kuwasilisha ripoti kuhusu suala hilo mnamo Julai mosi. Ruth Wamboi Darubini Weekend.